Watu sita wamepoteza maisha kwa adhabu ya kunyongwa nchini Iran baada ya kukutwa na hatia ya kufanya ujasusi kwa niaba ya Israel katika mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Khuzestan. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Iran, watu hao pia walihusika kuwaua maafisa wa polisi na vikosi vya usalama, pamoja na kupanga mashambulizi ya mabomu katika maeneo kadhaa karibu na mji wa Khorramshahr. Televisheni ya taifa ya Iran imeonyesha video ya mmoja ya washukiwa akizungumza kuhusu mashambulio hayo. Hata hivyo, idadi kubwa ya Wairani wa asili ya Kiarabu katika Khuzestan wamelalamika kwa muda mrefu kuhusu ubaguzi kutoka serikali kuu ya Teheran. Eneo hilo pia limekuwa moja ya kitovu cha maandamano ya kitaifa yaliyotikisa Iran katika miaka ya hivi karibuni. Mbali na kesi hiyo, Irani pia imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya mfungwa mwingine aliyedaiwa kumuua kiongozi wa dini ya Kisuni mwaka elfu mbili na tisa katika mkoa wa Kurdistan. Kwa mujibu wa taarifa ya mashirika ya haki za binadamu likiwemo Iran Human Rights lenye makao makuu yake mjini Oslo nchini Norway, idadi ya watu waliohukumiwa adhabu ya kifo ni zaidi kuwa ya elfu moja ikielezwa kuwa kiwango hicho huenda kikawa juu zaidi kutokana na kutokuwepo kwa uwazi wa matukio hayo. Kunyongwa kwa watu hao kunafuatia vita vya siku kumi na mbili kati ya Iran na Israel mwezi Juni mwaka huu. Katika vita hivyo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu wa Iran waliuawa katika shambulio la kushtukiza lililofanywa na Israel mjini Teheran, huku jeshi la Irani likijibu shambulio hilo kwa kupiga maeneo mbalimbali nchini Israel na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa majengo nchini humo.